Ha, kama unafuga kuku wa mayai wanataga, hii video ni muhimu sana kwako kuisikiliza mpaka mwisho, kwa sababu hapa ninakwenda kukuambia tiba ambazo ukiwapa kuku wako wanapunguza utagaji. Hii ipo huwa inatokea na ninakutana na wafugaji wengi wanalalamika, kuku wangu walikuwa wanataga vizuri, lakini hizi siku mbili tatu siwaelewi, hawatagi wamepunguza uh, kiasi cha utagaji. Ukimuuliza vizuri nini unatumia utakuta anasema labda ninawatibia kuku wangu ugonjwa fulani, ninatumia tiba fulani. Sasa ile tiba anayoitumia ndio imesababisha wale kuku wapunguze kiwango cha kutaga. Kwa hiyo uh, hii video isikilize mpaka mwisho kwa sababu pia nitakwambia uh, tiba pia ambazo endapo utazitumia hazitapunguza kiwango hicho cha kutaga. Kwa hiyo wewe mfugaji unayefuga kuku e, kwa ajili ya kutaga inatakiwa uwe unachagua tiba ambayo ukiitumia kwa kuku wako. E, hawatapunguza kiwango cha kutaga maanake, kuna tiba ambazo ukitumia kwa kuku wako lazima tu watapunguza kiwango cha kutaga. Umeona? Sasa hizi tiba za asili, nitakwambia tiba za asili, lakini pia nitakwambia na hizi tiba za dukani. Na kabla sijaenda mbali, nipende tu kukuambia kwamba uh, utofauti mkubwa kwa nyinyi ambayo mnafuga kuku kwa ajili ya kutaga, utofauti mkubwa uliopo kati ya tiba za dukani na tiba za asili ni kwamba tiba za dukani, kipindi ambacho unakuwa, unatumia kwa kuku wako zinaandikwa kabisa, hata ukizisoma zinaandikwa kabisa kwamba uh, usitumie mayai yake, yani mayai yake hayafai kwa ajili ya matumizi e, mpaka utakaposema, kwa mfano labda umewatibia kuku wako siku tatu wakapona. Baada ya hapo siku tatu nyingine za mbele mayai yake bado inatakiwa usitumie. Kwa hiyo ukiunganisha hapo, ni siku sita, mayai yake hayafai kuliwa na binadamu, hayafai kutumika. Umeona aa, sasa siku sita utakuwa umepoteza kipato kikubwa sana ila, tiba za asili, tofauti na tiba za asili, hata kama unatumia kwa kuku wako wanaotaga mayai pia, unaweza ukayatumia vizuri kabisa, wala haina shida, haina withdrawal period, yani, uh, unawatibia wale wanaotaga unakuwa mayai yao unatumia. Lakini pia uh, kitu kingine pia nipende kuambia kwamba ni kuwatajia hizi tiba ambazo, endapo utatumia, kuna tiba za asili pia na zenyewe baadhi ukitumia kuku wako hawatagi. Kuna tiba pia za dukani ukitumia kuku wako wanashuka utagaji. Uh, tukianza na hizi za dukani kwanza, kuna Enlovet, hii ni tiba ya mafua. kuna ESB3, lakini uh, pia kuna hii Agrocoxizi, dawa zote ni zinatibu miharo zinatibu miharo Ashcox o uh, sasa, utajueje? Hapa nimekutajia tu baadhi kwa hizi tiba za dukani, utajueje kwamba uh, hii tiba hii uh, nikiwapa kuku wangu hawataweza kutaga. Hapo nimekutajia tu baadhi, hawata watapunguza kiwango cha kutaga, sio hawataweza, watapunguza kiwango cha utagaji. Yaani kwa mfano unakuku mia moja, ulikuwa unaokota trei tatu, unaweza ukaishia kuokota trei mbili au trei moja na nusu. Kitu cha kwanza kabisa soma salfa kiwango ambacho dawa yako e, ina kiwango gani cha salfa. Waga wanaandika pale vitu ambavyo vipo kwenye dawa. Sasa kama dawa inakuwa na kiwango kikubwa cha salfa a, hiyo dawa ina huwa salfa kawaida, kama kuku watatumia kuku ambao wanataga, huwa inawafanya wastage vizuri. Kwa hiyo hizo ni tiba za dukani, nitakuja pia hapa, nataka nikutajie tiba za asili ambazo uh, ukitumia kwa kuku wako kuku wako hawato taga vizuri. Lakini tu nikukumbushe, unaweza ukajiunga na grupu letu la WhatsApp, ada yake ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili. Ukijiunga na grupu letu utajifunza vitu vingi sana kuhusiana na ufugaji zaidi ya hivi ambavyo unajifunza hapa uh, YouTube. Kwa hiyo tutafute kwenye namba yetu hiyo hapo ili tuweze kuwasiliana uweze kujiunga na kundi letu la wasap. Aa, sasa ukija kwenye upande wa tiba za asili kuna haya mashona nguo Aa, lakini pia tuna haya majani ya mbaazi Aa, lakini pia tuna majani ya mpela Aa, na pia majani ya mwarobaini. Haya nimekutajia majani manne tu ambayo endapo una kuku wanaotaga ukaona inafikia kipindi hawatagi vizuri na huwa unapendelea sana kuwapa haya majani, huenda sababu, miongoni mwa sababu pia ikawa ni haya majani ambayo unawapa. Na uzuri wa huku kuna mbadala ambao unaweza ukatumia kwa niaba. Mfano kuku wako labda wamepata, tuseme wamepata typhoid typhoid inatibiwa na majani ya mpela vizuri kabisa. Typhoid, kama ujui ni mharo fulani mweupe unakwenda kwenye njano njano hivi. Kwa hiyo uh, utaenda kuchukua majani ya ma, majani ya mpapai utatibia. Majani ya mpapai kama kuku wako wanataga, utaepuka haya majani ya mpera, kwa sababu moja utawapa majani ya mpela, watapona, lakini watapunguza kiwango cha utagaji. Kwa hiyo inatakiwa uchukue tiba ambayo itatibu kuku wako, uh, wakati huo huo pia itawasaidia uh, kuku wako waendelee na utagaji wao vizuri kabisa. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunafanya na hivyo ndivyo ambavyo tunaelekeza hizi tiba za asili. Hata kama ukijiunga na kundi letu e, kama kuku wako anataga tutakuchagulia tiba ambayo haitakwenda kuathiri utagaji. Umeona? Uh, ikumbukwe pia chakula bora kinahitajika kwa kuku wako ili waweze kutaga vizuri na busta vizuri kabisa. Mfano uh, unaona hapo tuna hivyo vitabu, kuna hicho kitabu cha mwongozo maalum uh, wa kutumia tiba za asili kwenye ufugaji. Hicho kitabu cha mwishoni kabisa hicho ambacho kina kuku watatu hapo, hicho kitabu bwana kinakusaidia eh, namna ya ku wapa busta ambazo zitawafanya kuku wako watage vizuri, tena kwa ratiba maalum. Yani leo unawapa busta gani, kesho utawapa busta ipi na kesho kutwa ipi. Lakini pia kuna kanuni humo ya kuwafanya kuku waweze kutaga vizuri humo. Pia humo ndani kuna kanuni ya jogoo, kama unataka kuanenepesha jogoo wako ndani ya muda mfupi. Sio jogoo tu, hata tetea, kama unataka kuingiza sokoni wakiwa na kilo nyingi na nyama bora, hiyo kanuni ipo humo. Hiyo kanuni ukitumia, kuku wanakuwa wazito bila mafuta, yani hawao ina mafuta mengi yale ambayo ya nakera watu wanakuwa wazito lakini hawana mafuta mengi. Kuna wale ndugu zangu wanafugaga vijogoo, hiyo kanuni inawafaa sana kwenye hicho kitabu, na tunavyo vitabu vingi kama hivyo ambavyo unaona hapo e, cha ufugaji wa kuku wa kienyeji safi kabisa, kinakuongoza kufuga kuku wa kienyeji toke yake wa kifaranga mpaka anakuwa mkubwa. Uh, vitabu vyetu ni elfu kumi kitabu kimoja na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp Vitakusaidia sana sana kwenye ufugaji, vimewasaidia wafugaji wengi sana hivi vitabu. Aa, wasiliana na sisi namba yetu ya simu Aa, hiyo hapo unaiona hapo Aa, kisha utapata mwongozo bora. Na wewe tuambie tu unafuga kuku aina gani, sisi tutakuchagulia vitabu bora.